Kuna wanaume wengi hawana elimu ya G-spot mm. Kwahiyo wao wanajua wanachojua ni kuingiza ndo na kutoa, kwa hiyo yeah. Sasa ukikutana na mwanaume kama huyo afu akaoa mwanamke ambaye hana ile uh, clitoris. Mm. Sidhani kama hapo kutakuwa kuna raha yoyote kwa yule mwanamke kushiriki hilo tendo mm. Whether ni tendo la ndoa au la kujamiana au zinaa whatever mm. Uh, ni muhimu kwenye ku Karibiana. Hmm. Get close, kwa Kiingereza tunasema mm -hmm. Uh, kwa kukaribiana kujuana zaidi mm -hmm. Yeah. Kwao sex ni muhimu sana kwenye kudumisha pia mahusiano yeah. Yeah. Ni muhimu sana uh, ni kitu ambacho kitawaleta karibu, ni kitu ambacho, yes, ni kitu ambacho kitawafanya M mfurahi, sexy msikie mm -hmm. raha, sexy mfurahiane, sexy mpeane raha sexy. yeah well. Kama nilivyosema sisi ni physical beings. kwa hiyo tuko hapa ku experience physical mm. pamoja na ku experience mambo mengine yote. sexual pia ni physical experience ambayo tunatakiwa tu experience uh, yeah. ingawa sio wote wanaofurahi mm. yeah. Kitu ambacho ni cha huzuni zaidi sio wote wanaofurahia kwa mm. sababu mm. kuna, kuna mambo mbalimbali mbali. kuna yeah. watu ambao wanafanyishwa sex kinyume na matakwa yao yeah. hiyo huwezi kusema kwamba ni kitu kizuri mm. Uh, kuna wale wenzetu ambao walifanyiwa tohara wanawake yeah. kwa huwezi kusema kwamba watafurahi kwa sababu walitolewa kile kitu ambacho mm -hmm. ndicho kinaleta stimulation kubwa Mm. Wale ambao walifanyiwa tohara kwenye sehemu zao za siri huwa mm. hawainjoi kama sisi <clears throat> kile kitu kilichotolewa mm. ndicho ambacho kinaleta stimulation ya hali ya juu, mm. lakini sio sehemu pekee mm. kuna sehemu ambazo ni za ndani, ndio maana yes. kuna watu wanaita g spot mm. mm. kuna watu wanaita s spot mm. c spot na vitu kama hivyo yeah. lakini sehemu ambayo ni rahisi zaidi zaidi ya kuleta raha kwa mwanamke ni pale Hmm. ambapo kwao wao kimetolewa kwa kime, hmm. sababu kuna wanaume wengi yeah. hawana elimu ya kufikia sea spot. yeah.